Mimi nasema sera ya kuteka watu, kupotea kwa watu, kuumiza kwa watu, si sera na si mtazamo wa Chama cha Mapinduzi, ambacho mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya chama hicho. Sio, na lazima jambo hili liache kabisa. Uwezo wa vyombo vyetu hauna mjadala, kama nilivyosema, lakini wakuu wa vyombo walindwe. Narudia tena, wakuu wa vyombo walindwe, ili na wao wawe na uwezo wa kutulindia nchi yetu tusipowalinda wakuu wa vyombo tumeshindwa. Angalia historia ya nchi yetu, tumefanya kazi vizuri sana kwenye operation nyingi in za kimataifa. Nakumbuka kule kule Kongo, Sudani, Somalia, Lebanon, Afrika ya Kati mpaka Komoro, vyombo vyetu vimefanya kazi. Haiwezekani mpaka mgogoro wa kule Kibiti ambao ulikuwa umetishia tulisolve. Leo vyombo haviwezi kusolve shida ya kutekwa watu no. No, no, no, no, no, no. Haiwezekani. There must be a problem. Na problem mimi naendelea kuisingle out. Problem ni siasa. Msitufuate sisi wanasiasa sana. Politicians are out to win election. Politicians are there today and they are not there tomorrow. Wanasiasa wapo leo kwenye hizo nafasi na kesho hawapo. Ninyi mtakuwepo kwa sababu ya taaluma zenu. Simameni, stand up. Stand for our country. Nchi yetu ni watoto wenu. Nchi yetu ni wajukuu wenu. Nchi yetu ni mama mdogo, mama mkubwa, shangazi. Wanadamu wote ni ndugu. Narudia tena, wanadamu wote ni ndugu, we are all from the same family. Pengine kwa sababu ya muda mwingi umepita, tunasahau, lakini asili yetu wote ni kutoka kwa Adam na Eva. Sisi wanadamu wote ni ndugu. Akitekwa mama, itakuuma sana. Akitekwa dada itakuuma sana. Akitekwa mwanao itakuuma sana. Leo haikuumi kwa sababu nahisi hao si ndugu zako. Sisi sote ni ndugu, na watekaji wamefika mahali ambapo wana ujasiri. Nikamsikiliza mkurugenzi wa Jamii Forum Mero anasikika anasema kwamba yeye alipigiwa simu akaambiwa na mtu, bwana tutakuteka tutakuua, na Watanzania watakulilia kwa siku tatu, afu baadaye watasahau. Yaani, mtekaji ana ujasiri wa kukupigia simu na kukwambia, bwana, tutakuchukua, alafu watanzania watalia siku tatu, watakusahau. Anakupigia simu, ndugu zangu, we must wake up. Huu utekaji tuna resist kwa nguvu zote. Mimi binafsi na resist leo, kesho, wiki ijayo. no, it can't happen in our country. Jambo hili lazima likataliwe, hatukuliona kule nyuma. Hii ni dhalau iliyopindukia kwa mtekaji kukupigia